siano yetu haya nimeyaona, nimeshaenda mara tatu sasa boda ya Namanga. Kwanza niliwaeleza umuhimu wa, wa boda post ya Namanga kwa uchumi na biashara kwa nchi zote mbili, na kwamba wanafaidika na geographical position iliyoko pale, wao kuwa pale tu kwamba eh, eh, eh, eh. kwa mmebarikiwa eh. na mtunze hiyo eh, biashara mm. na amani ndo kila kitu, kwamba mkiwa na amani mm. Basi mtafanya biashara vizuri mm. na niliwaeleza namna ambavyo tunategemeana mm. kwa maana eh, kukiwa na tatizo Tanzania mm. kuna vitu Wakenya watu vipata kabisa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 Mna tatizo lolote, tunaendelea vizuri mm. Nilifurahi sana nilipoona umeenda pale mm.